Kwa hivyo pale sasa, ukimtafuta Mtume Muhammad sallam amekufundisha vipi, ndio utajua kumbe ametufundisha jambo fulani ni ibada, jambo fulani ni ibada, twende hivi katika ibada hii, na kila ibada akakufundisha namna ya kuitekeleza. Hakuna ibada katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja hivi hivi, hatukufundishwa namna ya kuitekeleza. Kwa mfano ibada ya swala, Mtume saa sallam atuambia sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali ko twaisoma ile swala twajua ameswali vipi. Ukija katika upande wa haji, litakhudhu anni manasikakum, Mtume a salama akasema chukueni kutoka kwangu mimi matendo yenu ya hija. We angalia haji, Mtume a mfanya amfanya haji ngapi? Moja pekee katika maisha yake, akatufundisha namna kufanya hija moja tu. Sasa ile hija aliyofanya Mtume waaa salama kila saa akiwaambia masahaba niangalieni mimi navyofanya na, na nyinyi mfanye hivyo, mpaka akawa afanya hija yake juu ya nini? Juu ya ngamia. Kwa nini? Ili wamuone Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka tawafu, Mtume sallallahu alaihi wasallam afanya tawafu akiwa juu ya ngamia. Juu ya ngamia afanye tawafu. Kwa nini? Ili masahaba wamuone, wamwige katika kile anachokifanya alaihi salatu wassalam. Bwana yuwaja leo mtu, bwana apiga matari siku ya Arafa, jamaa awatu ah, wakwetuwa na kazi kwelikweli bwana Siku ya Arafa jamaa, watu wamwomba Allah dua, wewe kwenye hema lako bingida dingiba. E, vipi wewe, hija ya Mtume salama? Hiji moja tu hiyo yako, hiyo ya matwari hii? Hakuna, wachana na mambo hayo. Alafu tena ikifika ile time ya lunch, ile time ya lunch, ile arafa pale, ndio utaona vituko. Si ngoma yapigwa, kisha jamaa wacheza dingidingi Ukiona wale watu wa West Africa wale, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, wakatika kulikuwa alafu miji kubwa, wajua mashallah, ile miji tu ikikatika vile, sasa washindwa nicheke, nilie, niwasikitikie, niwaone. Lakini watu ndio wanafanya jamani, kwani hija ya Mtume salam hamwijui nyinyi? Nyi kila kitu ngoma tu. Na haswa sisi upande huko wa Afrika, yale mambo yetu yale ya utamaduni, yale ambayo ni ya makosa, tunataka kuyapeleka pia kule. Tuwapeleka kule watu wafanya mabiashara, watu wafanya mambo ya teknolojia, sisi tumbakishwa na jigoma tu, tupiga ngoma tu ngoma. Yaani sisi ngoma, kila kitu chetu ngoma, mpaka imepelekwa kwenye ibada ya Hija. We, amini usiamini, siku ya Arafa kuna watu katika mahema yao wapiga matwari. Hata hawa kwetu, msifikirie nasema watu wote West Africa, sio watu wapi hapa, hawa kwetu mahurafia, kuna watu wanaokwenda kule kisha wakafanya mambo hayo. Jamani, dini yatoka kupitia kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusiongeze, tuache vile vile.